Wakati kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis alipokuwa akipokea matibabu ya nimonia kali ya mapafu yote mawili, mwanamitandao yaani TikToker wa Italia anayeitwa Ottavo anadaiwa kuingia katika wodi moja ya hospitali ya Gemelli mjini Roma akiwa na kamera nyuma kwenye mwili wake. Gazeti la The Guardian limeripoti leo Jumatano Machi 12/2025 kuwa lengo la TikToker huyo lilikuwa ni kuthibitisha nadharia iliyokuwa ikisambaa mitandaoni kuwa Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 alikuwa amefariki. Namnuku, hakuna ulinzi kabisa, hakuna chochote, alisikika Ottavo akiwaambia wafuasi wake takriban 10,000 katika video hiyo ya mtandao wa TikTok. Nisingeweza kufika hapa ikiwa angekuwepo. Kwa maoni yangu, Papa Francis amefariki, alinukuliwa mwanamitandao huyo. Hata hivyo, kwa kutambua changamoto ya usambazaji wa taarifa za uongo na upotoshaji kuhusiana na mwenendo wa afya ya kiongozi huyo wa kiroho hususan kwenye mitandao ya kijamii, Vatican ilianzisha utaratibu wa kutoa taarifa ya mwenendo wa afya yake mara mbili kwa siku. Kwa mujibu wa Vatican, Ottavo hakubaini kuwa wodi aliyovamia haikuwa ile ambayo Papa Francis alikuwa amelazwa akitibiwa maradhi yanayomtesa kwenye mfumo wake wa upumuaji tangu Papa Francis alaza hospitali ya Gemelli mjini Roma Februari 14 mwaka huu, Vatican imekuwa ikipambana kimya kimya kukabiliana na habari za uongo wanaopanga njama na picha za bandia zilizotengenezwa kwa teknolojia ya kilimnemba yani artificial intelligence. CNN pia imeripoti leo Jumatano Machi 12/2025 kuwa kabla ya Otavo, tiktok mwingine alijiita El Bomborino alijaribu kuingia hospitalini siku chache kabla ya kuthibitika kuwa Papa alikuwa hai naye pia aliishia katika wodi sio sahihi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Februari 22 mwaka huu Papa Francis alipata changamoto ya pumuaji kwa muda mrefu iliyoambatana na makohozi iliyokuwa ametuama kwenye mfumo wa hewa. Hata hivyo hali hiyo ilithibitiwa na madaktari wanaomtibu kuthibitisha kuwa afya yake imeimarika. Jana Jumanne, Vatikani ilitoa taarifa kuwa Papa Francis hakuwa tena katika hatari ya kifo na alikuwa akionyesha matumaini ya kurejea kiafya katika matibabu hayo hospitalini, lakini habari za uongo kuhusu hali yake ya afya zinaendelea kuenea mitandaoni. Akaunti kadhaa za mitandao ya kijamii zimetangaza kuwa uongo kuhusu kifo chake mara nne umetangazwa tangu walazo hospitalini, na maelfu ya picha za bandia zimeanza kusambaa mitandaoni zikimwonyesha kiongozi huyo wa kiroho akiwa katika hali mbaya, akiwa amevaa mavazi yake meupe ya kidini, huku akiwa amelala kitandani hospitalini huku akipumua kwa msaada wa barakoa ya oksijeni. Alhamisi, iliyopita kwa mara ya kwanza, tangu alipoingia hospitalini, Papa Francis alirekodi na kutoa ujumbe wa sauti kuwashukuru wale waliokuwa wakimwombea apone, sauti yake ikiwa nzito na dhaifu, baada ya kukaa hospitalini kwa karibu wiki tatu akipambana na nimonia. Akizungumza kwa Kihispania ambacho ni lugha ya mama yake, Papa Francis alisema katika ujumbe huo uliorushwa kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro kuwa namnukuu, nawashukuru kwa moyo wangu wote na kwa sala zenu kwa ajili ya afya yangu kutoka uwanjani, nami ninawaombea kutoka hapa hospitalini. Mwisho wa kunukuu, alisema Papa huyo. Ripoti za vyombo vya habari nchini Italia zimependekeza kuwa moja ya malengo ya ujumbe huo wa sauti lilikuwa ni kujibu habari za uongo kuhusu taarifa za uwepo wa kifo cha Papa huyo. Avenil ambalo ni gazeti la kitaifa linalohusiana na kanisa Katoliki liliandika ujumbe unaosomeka na unukuu Ujumbe wa sauti wa Papa ulipeperushwa usiku wa jana yani Machi sita, ni, ni ushahidi wa kwanza wa kupinga uvumi huo. Hata hivyo, kutokana na kulazwa kwake hospitalini kwa muda mrefu, kuna hatari kwamba habari za uongo zinaendelea kuenea ilisema chombo hicho. Mkurugenzi wa ofisi ya habari ya Vatican aliliambia gazeti la The Guardian Jumanne kuwa habari za uongo hujieleza zenyewe na wao hutoa taarifa kwa uwazi na kwa mara kwa mara. Na nuku tulisema kuwa kwa ujumbe huo wa sauti Papa Francis alitaka kuwashukuru waumini kwa sala zao katika wiki hizi, ikiwa mojawapo ya malengo ya ujumbe huo ulikuwa pia ni kupinga habari za uongo kuhusu afya yake, basi kila mtu na ana uhuru wa kufikia hitimisho lake. Mwisho wa kunukuu. Polisi pia wanakusanya taarifa kuhusu upotoshaji huu na wanatafakari hatua wa za kisheria, ingawa Wizara ya Mambo ya Ndani iliambia gazeti la The Guardian kuwa hakuna uchunguzi rasmi unaoendelea kwa sasa. TikTokers hao ambao ni Ottavo na El Bomborino, katika video ya pamoja ya Instagram, walijitetea dhidi ya tuhuma hizo, wakisema, sisi ni watu wa kupenda njama, tumejitoa kwa Papa Francis, tunatafuta ukweli tu. yuko wapi Papa Francis? walihoji TikTokers hao. Awali Vatican ilibainisha kuwa uamuzi wa kutoonekana kwenye video ulifanywa na Papa Francis mwenyewe, na ilinukuliwa ikisema na nanukuu, kila mtu ana uhuru wa kuchagua lini na jinsi gani aonekane, ofisi ya habari ya Vatican ilisema. Mwisho wa kunukuu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mwenendo wa hali ya kiafya ya kiongozi huyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.